Mwongozo wa kujifunza Biblia Machi 27 siku ya Alhamisi. Somo la juma hili linasema upendo ni utimilifu wa sheria, na leo tunaenda kuiangazia mada isemayo zaidi ya yote mpendane. Ikiwa upendo ni utimilifu wa sheria, basi mtu hawezi kuishika sheria ya Mungu kikamilifu kwa kujiepusha tu na mambo mabaya. Sheria ya upendo yenyewe inayodhihirishwa katika utimilifu wa Maandiko haituamuru tu kujiepusha na maovu, bali sheria inatuchochea kutenda matendo yanayodhihirisha upendo wa Mungu kwa wengine, sio tu kwa washiriki wengine wa kanisa, bali pia ulimwengu kwa ujumla, ambao unahitaji sana ushuhuda wa kweli wa Kristo. Soma Yakobo sura ile ya pili aya ya kwanza hadi ya tisa. Tunapewa ujumbe gani muhimu hapa? Hapa Yakobo anakemea vikali udhalimu katika jamii hasa akitaja ufedheheshaji na ukandamizaji wa maskini unaofanywa na baadhi ya matajiri. Kisha anatuelekeza katika sheria ya upendo kwa jirani akisema, ikiwa unaitimiza sheria hii basi watenda vyema. Yakobo sura ya pili aya nane. Kama Ellen G. White alivyoeleza, upendo kwa mwanadamu ni udhihirisho wa upendo wa Mungu duniani. Ni kwa ajili ya kupandikiza upendo huu, kutufanya kuwa watoto wa familia moja, Mfalme wa utukufu alikuja kuishi nasi ili kutufanya tuwe jamaa moja na kama maneno yake ya mwisho yatakavyotimizwa, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Yohana sura ya 15 aya 12. kama tukiupenda ulimwengu kama yeye alivyoupendwa, tutatimiza kazi yake, tutafaa kwenda mbinguni, kwa maana tunayo mbingu katika mioyo yetu. Ellen G. White, tumaini la vizazi vyote, sehemu ya pili, ukurasa wa 253. Tunapoupenda ulimwengu kama Kristo alivyoupenda ulimwengu, basi tunafaa kwenda mbinguni. Ni udhihirisho wenye nguvu kiasi gani wa kile inachomaanisha kuwa mfuasi wa Yesu? Yesu anawaamuru wafuasi wake, mpendani kama vile nilivyowapenda ninyi. Yohana 13:34. Yesu pia anatangaza, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu, mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Yohana 13 ya 35. Upendo ni muhimu sana katika imani ya Kikristo kwa sababu Mungu ni upendo. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 ya 8 na 16. Na wale wanaodai kumpenda Mungu lazima wapendane. Linganisha na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 ya 11, sura ya 4 aya 20 na 21. Kwa hiyo, waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 4 aya 8 na wasihi wa Kristo. Zaidi ya yote, iweni na juhudi nyingi katika kupendana, kwa sababu upendo husitiri wingi wa dhambi. Tazama pia Waebrania sura ya 10 ya 24 na Wathesalonike wa kwanza sura ya 3 ya 12. Tafakari zaidi. Wazo la kuupenda ulimwengu kama Kristo alivyoupenda ulimwengu, hili linaweza kutusaidiaje kuelewa vyema dhana ya ukamilifu wa Kikristo na jinsi tunavyofanywa kufaa kwa uzima wa milele? Leta jibu lako darasani siku ya Sabato. Mungu atubariki sote na karibu tena.